Karibu tuifahamu historia ya rais wa Madagaskar aliyepinduliwa. Madagaskar ni kisiwa kikubwa katika bahari ya Hindi, kimekuwa na historia ndefu ya misukosuko ya kisiasa tangu kupata uhuru wake mwaka 1960 taifa hili limepita katika vipindi vya mapinduzi, migogoro ya kisiasa, na mabadiliko ya ghafla ya uongozi. Tukio la karibuni la kupinduliwa kwa rais Henry Rajaulina mwaka 2025 limefufua kumbukumbu za zamani za mivutano ya kisiasa iliyoikumba nchi hiyo kwa miongo kadhaa. Kwanza ni kujuze asili ya mgogoro huu wa mwaka 2025. Mnamo mwezi Septemba mwaka 2025, hali ya kisiasa nchini Madagascar ilianza kuyumba baada ya vijana wengi kuanzisha maandamano makubwa wakila mikia serikali wakilalamika kukua kwa umaskini, ukosefu wa ajira, kukatika kwa umeme na maji mara kwa mara na tuhuma za ufisadi serikalini. Vijana hawa waliunganisha nguvu zao kupitia mitandao ya kijamii, walidai mabadiliko ya uongozi, wakihisi kuwa serikali ya Rajoelina imepoteza mwelekeo wa kuwatumikia wananchi. Ghasia zilianza vipi katika nchi ya Madagascar? Kadri maandamano yalivyozidi, sehemu ya jeshi, hasa kikosi maalumu cha Capsat kilikataa kufuata amri za serikali za kutawanya waandamanaji. Badala yake, wanajeshi walijiunga na wananchi wakidai kwamba Rais Rajoelina ameacha kutekeleza maslahi ya taifa. Baada ya mvutano mkali, bunge la Madagascar likapitisha azimio la kumwondoa madarakani kupitia mswada wa impeachment, hatua ambayo ilipewa nguvu na maandamano ya kitaifa yaliyokuwa yakiendelea katika miji mikuu kama Antananarivo na Tomasina. Rajoelina aliwezaje kukimbia taifa lake? Siku chache baada ya kura ya kumtoa madarakani, taarifa zilithibitisha kuwa raisi Andry Rajoelina alikimbia nje ya nchi kutafuta hifadhi ya kisiasa. Hatua hiyo ilifungua mlango kwa jeshi kutangaza utawala wa mpito. Jeshi lilimteua Kanali Michael Randrianirina kuwa rais wa muda, huku likiahidi kurejesha utulivu na kuandaa uchaguzi huru ndani ya miaka miwili. Jumuiya ya Afrika AU, Umoja wa Mataifa UN na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, zilikemea vikali hatua ya jeshi zikitaka kurejeshwa kwa utawala wa kikatiba. Hata hivyo, wanajeshi walisisitiza kuwa hatua hiyo ilikuwa mapinduzi ya wananchi, si ya nguvu, wakidai walichukua mamlaka kwa niaba ya taifa. Labda nikukumbushe kidogo tukio la mwaka 2009. Ni vyema kukumbuka kwamba hii si mara ya kwanza kwa taifa la Madagascar inapitia mapinduzi ya aina hii. Mwaka 2009 rais wa wakati huo Marc Ravalomanana aliondolewa madarakani kufuatia maandamano makubwa na mgogoro wa kisiasa uliosababishwa na hali ngumu ya maisha. aliongoza maandamano hayo hakuwa mwingine bali ni Andre Rajoelina mwenyewe, ambaye sasa hivi amepinduliwa aliyekuwa meya wa jiji la Antananarivo. Baada ya mapinduzi hayo, Rajoelina alishika madaraka hadi uchaguzi wa mwaka 2013. Ni jambo la kushangaza kwamba miaka 16 baadaye yeye ndiye amepitia mkasa ule ule aliowahi kusababisha kwa mtangulizi wake. Ama kweli Ukiua kwa upanga utakufa kwa upanga. Historia ya kisiasa katika taifa la Madagascar inaonyesha mzunguko wa madaraka unaoambatana na migogoro na mapinduzi. Tukio la mwaka 2025 linaonyesha kuwa mizizi ya migogoro hiyo bado ipo, hasa pale ambapo vijana wanapohisi kuto kusikilizwa na serikali. Wakati dunia ikisubiri mustakabali wa uongozi wa mpito chini ya kanal Randri Anirina, wananchi wa Madagaska wanabaki na matumaini ya kuona taifa lao likiingia katika enzi mpya ya amani, haki na maendeleo ya kweli. Asante kwa kusikiliza. Msimuliaji naitwa MC Mwaka.